Mashirika manne ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania yamefungua kesi katika Mahakama ya Afrika Mashariki dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania. Kesi hiyo inapinga baadhi ya vifungu vya kanuni za maudhui mtandaoni vya sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na Posta, ambayo inatajwa kukiuka misingi ya haki za binadamu. Mwandishi wetu Veronica Natalis anayo taarifa zaidi. Shauri hilo limefunguliwa na mashirika manne ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania ambayo ni kituo cha sheria cha haki za binadamu LHRC, baraza la habari Tanzania MCT, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, pamoja na taasisi ya Center for Strategic Litigation. Na vifungu vinavyolalamikiwa ni pamoja na kile kinachozuia uhuru wa kutoa na kupokea taarifa, na kwamba baadhi ya vifungu havijafafanua kwa uwazi dhana ya makosa ya kusambaza maudhui. Mawakili upande wa mashtaka ambao ni wakili Jeremia na wakili Peter Manjanjala wamevitaja vifungu vyenye utata kuwa ni pamoja na kifungu namba tatu, nne, tano na sita pamoja na vifungu vingine kadhaa vya sheria hiyo ya epoka kwamba vinakiuka mkataba wa kuanzishwa kwa, kwa jumuiya ya Afrika Mashariki na kuitaka mahakama itamke kwamba vifungu hivyo ni batili. Kwa hiyo kwenye ile sheria kwanza, ukiangalia kuna mazuio mengi sana ambayo yanaenda kinyume na haki ya uhuru wa kujieleza. Ukisoma ile sheria, Uh, inajaribu kuweka kila mtu ambaye anatumia mitandao na kutoa taarifa kama vile anatumia kwa ajili ya kuingiza pesa, au kwamba kila mtu ni kampuni, au kwamba kila mtu anajitahidi kwamba anatoa taarifa ili apate kitu fulani, lakini sio uhalisia, kwa sababu watumizi wengi wa mitandao ya kijamii, wengi wao huwa wanatoa tu taarifa na wanapokea taarifa. Sheria hiyo ya mawasiliano ya kielektroniki na Posta, pamoja na mambo mengine, inatoa adhabu ya faini ya shilingi milioni tano ama kifungo cha miezi kumi na mbili kwa ambaye atatiwa hatiani kwa makosa ya kimaudhui. Mawakili hawa wakisema kwamba adhabu hiyo ni kubwa mno na inaminya uhuru wa watu kutoa maoni yao kwenye mitandao. Hata hivyo, mawakili upande wa serikali ya Tanzania wakiongozwa na wakili Stanley Kalokola wakati wakijibu hoja za waleta maombi wameeleza mahakama kwamba vifungu vingi ambavyo vinalalamikiwa tayari vimekwisha fanyiwa marekebisho na serikali. Godfrey Kamenge ni mchambuzi wa maswala ya haki za binadamu. kama haziwezi kulinda, maana pia sheria zinatengenezwa kutokana na mahitaji mara nyingine. Au watu wana uhuru wa kwenda uchi tu na kuweka vitu mtandaoni kwa sababu tu ni uhuru. Kuna namna ambavyo tunaharibu kizazi kinachokuja na mila na tamaduni na desturi zetu na misingi yetu ya ubinadamu wetu na utu wetu, mambo ambayo wanatutofautisha sisi na watu wengine. Wote wako sawa kwenda kuhoji maeneo ambayo wanafikiri yanahitaji kuhojiwa. Mahakama ya Afrika Mashariki inaeleza kwamba inapanga siku ya kutoa maamuzi ya shauri hilo baada ya kukutana na mawakili waliofungua kesi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania.